Tumeipigania Chadema kwa kadiri ya nguvu zetu zote, uwezo wetu wote. Na malengo yetu makubwa ni kuiondoa CCM madarakani. Hatukuwa chama kinachoogopa uchaguzi. Kilikuwa ni chama cha mapambano. Kilikuwa sio chama cha kuambiwa, hatufanyi mikutano ya hadhara, mnazuiwa mikutano ya hadhara kizembe, mnakubali. Chama hiki kimekuwa ni chama cha kidemokrasia. Ni chama ambacho wanachama walikuwa na uwezo wa kuhoji, wanachama walikuwa na uwezo wa kudadisi. Wanachama walikuwa na uwezo, wanachama walikuwa na uwezo na uhuru wa kuzungumza lolote. Tumeshangaa. Hapa katikati, eh, baada ya uongozi mpya kuingia haturuhusiwi tena kuhoji. Haturuhusiwi tena kushauri. Ukishauri jambo unaitwa msaliti, unaitwa umehongwa, unaitwa umepewa pesa. Sasa, ndugu zangu, haya sio mambo ya kawaida, haya sio mambo ya chama chetu. Sasa hii habari tunawaambia wao wao wanageuza wao, oh, mmepewa pesa hivi. Kati ya sisi ambao tunawaambia tuende kwenye uchaguzi na wao wanaotaka CCM ipite bila kupingwa, tayari tunafahamu mgombea wa chama cha mapinduzi ni Rais Samia. Wao wanataka tukimbie apite bila kupingwa. Kati ya sisi na wao, nani kahongwa? Kwa sababu nimesikia Lema anazungumza, Lema anasema hao watu wamepewa milioni mia. Nafikiri amezoea hii biashara ambazo wao na makamu wamekuwa wakifanya na serikali, kwa sababu tumesha tumeshazungumza mara kadhaa. Tumeshamwambia mheshimiwa yetu ajitokeze aeleze magari anayo magari alionayo ameyatoa wapi, aeleze mahusiano yake na baadhi ya mawaziri. Hajawahi kujitokeza hadharani kukanusha baadhi ya tuhuma ambazo amepelekewa. Lema alikimbia hapa, ni mtu mwoga, ni watu waoga wa mapambano, na amekimbilia ughaibuni na tunafahamu kwamba anafanya biashara hizo. Na mpaka leo analipwa na juzi nimemsikia na jinasibu kwamba ana pesa nyingi. Sio huyo analipwa huko nje, sisi tulibaki hapa ndani, yatu kukimbia na hatuwezi kuogopa mapambano kwao. Tumefikia sehemu ambayo watu wamekuwa waoga, na atuamini kama ni uoga kweli, ama wao sasa ndo wamehongwa ili wa, ili wakimbie uchaguzi. Sisi tuliwaambia Chadema uwezo kaiondoa kwenye uchaguzi kizembe, kwa staili hiyo namna hiyo. Kwa hiyo wamekuwa waoga. Sasa ndugu zangu, imefika mahala eh, chama kimepoteza mwelekeo kabisa. Leo anazungumza hiki, kesho anazungumza hiki, kesho anazungumza hiki. Chama hiki hakiwezi kwenda tena mbele. Chama hiki hakiwezi kuwa tena jukwaa sahihi kwa mimi kufanyia siasa. Natangaza rasmi kujivua uanachama, niachia nafasi zangu zote. Naenda kutizama ni jukwaa lipi sahihi la kuendelea kufanya siasa. Twendeni tukafanye kazi. Hatuwezi kususia, nyani shamba la mahindi atakula yote.